Hello my good people, mambo vipi mpopoa, eh, nawapenda sana jamani. Habari za ufugaji ndugu zanguni, hey. Leo ni Jumamosi, eh weekend, nakula biskuti. Nataka kuzungumza na wanaofuga kuku wa kienyeji, nataka kuzungumza na wanaofuga kuku wa kienyeji wa kienyeji hawana gharama kubwa sana. Na kuku wa kienyeji kila jamii, kila familia ya Mtanzania wana kuku wa kienyeji. Wale wenye maisha yetu wale, wale wenye maisha yetu wale. Kila jamii na kuku wa kienyeji na tumezoea kuachia hawa kuku wa kienyeji kutembea kujitafutia chakula. Tumezoea sana. Ni kawaida yetu mtu anaweza akawa na kuku hata ishirini, lakini ahangaiki kuwawekea chakula, wanajitafutia. Ndio maana tunawaita go away chicken. Asubuhi anawafungulia, haa, wanaenda kurudi jioni, kuonana saa kumi na mbili jioni. Sasa hawa kuku, ukitaka ufanikiwe, jitahidi kwa asilimia chache sana, at least kwa asilimia thelathini walishe kisasa kidogo, utaenjoi jitahidi walishe kisasa kidogo. Ninaposema kisasa, hata kama una kuku ishirini. Mimi wasizalau mtu mwenye kuku wachache hata mwenye kuku mmoja. Kuna mjinga mmoja alikuja hapa akaniambia kuku wenyewe siyo kumi siyo ishirini unaongea ungekuwa na mia Nilimwonea huruma kwa sababu ajui anachoongea na hanifahamu na bila shaka ni mgeni kwenye hii chaneli, lakini akajikuta tu ameropoka hivyo, nilimsamehe. Lakini ni mjinga, najua anatakiwa kuelimishwa ili ule ujinga utoke kichwani. Usizalau mtu kitu anachofanya, yaani usizalau kitu anachofanya mtu, na usimzalau mtu hata usiyemjua, hujui kesho mtu kuwa na kuku watano sita, usishangaa. Yani usimdharau, kesho unaweza kukuta ana maelfu ya kuku, lakini atakwambia nianza na kuku sita. Ni malengo tu na kujitoa. Kwa hiyo <coughs> nyinyi mnaofuga kuku wa kienyeji na ambao mnatamani kufuga kuku wa kienyeji bado, mimi nawatia moyo, mkazane kufuga kuku wa kienyeji, lakini mjitahidi kulisha kisasa kidogo. Mjitahidi kulisha kisasa kidogo, ninamaanisha kwamba Nunua mashudu weka pale, nunua uduvi au unga wa dagaa ule weka hapo ha? Nunua ile ile chokaa na mifupa ile weka hapo, ule unga wa chokaa na unga wa mifupa weka hapo. Nunua pumba yako ya mahindi, kama ukipata na mpunga sawa, weka hapo ha? Alafu unapokuja kuwapa chakula sasa hauchanganyi chakula kile chote, unaweza ukachanganya ule mchanganyiko wote kwenye chakula, ni kiasi kidogo kidogo tu, labda kilo moja, labda una debe tano tu, au una debe tatu, unanunua kilo moja ya uduvi, kilo moja ya mashudu, unaweka hapo, unanunua unga wako ule wa chokaa na wa mifupa, ili kuwaongezea ma, madini ya calcium, ili aweze kuwasaidia kama kuku wako ni wakubwa, au mchanganyiko wengine wanataga bado, unanunua na premix. Ile premix inakusaidia kuku wako kwenda kuzalisha kutengeneza mji wa uzazi na kutaga mayai mazuri, mayai imara, mayai yasiyokuwa na msukosuko. Lakini ile premix inamsaidia kuku wako kuwa na uzito wa kutosha, inamsaidia kuimarisha mwili, nyama, mifupa. Ukiwapa mtindo huo wa chakula, kuku wako wa kienyeji, utaona wanabadilika kabisa na wanakuwa vizuri mno wanastawi, hawatakula mayai endapo utawapa huduma zinazotakiwa. Unawawekea na DCP. Tuna tabia ya kuwaacha kuku wa kienyeji wanakunywa tu maji ovyoovyo, watengenezee tu ka kisima fulani hivi, alafu kalisha ndoo hapo au kalisha chungu hapo, kiwe kama kimejengewa. Yaani unachimba shimo, unakalisha chungu, kila siku unawawekea maji hapo, unakiosha, unawawekea maji hapo, watazoea. Basi unawawekea DCP mle Unawawekea kama ni dawa, unawawekea mle. Wakitoka tu mbio kwenye kile chungu, wakitoka tu mbio kwenye kile chungu. Kama unao wengi, unaweka vyungu hata viwili. Wakitoka tu mbio kwenye kile chungu, wanazoea wanakunywa, mpaka utashangaa. Lakini sasa lengo langu hapa ni kukuelekeza namna ya kulisha kuku wako wa kienyeji bila gharama kubwa. Kuku wa kienyeji hawana shida sana wanapokula makombo, na ndivyo tunavyowafuga nyumbani kwetu, kienyeji, majumbani kwetu. Sasa yale makombo yako ukiyakusanya usiyaruhusu yaoze, yaruhusu ya cha, ya, cha, ya chache lakini yasioze. Yawe tu na uchachu fulani hivi lakini yasioze. Alafu unayafunika vizuri, unayahifadhi vizuri, unaweza kuyaachia kwenye mfuko wa lambo, alafu ukayafunga. Ukisha yafunga hivi unatoboa sehemu hewa ile itoke ule upepo ule wa mle ndani utoke ili kwamba joto lisijae mle yakaoza. Yanachotakiwa ya chache tu yawe tu na chachu fulani hivi. Maganda ya viazi haya, maganda ya viazi vitamu, maganda ya viazi mviringo, unamenya, unayaweka kwenye mfuko wa nailoni, unayafunga. Alafu unayatoa, ule mfuko unautoa, ule upepo, unayalaza siku ya kwanza, siku ya pili unawapa kuku wako, yanakuwa na ule uchachu. Uchachu ni chakula kizuri sana, ni tunachotaka ni wale fango fungus, tunataka wale, ili waweze kuwasaidia kuku kwa chakula. Unajua kuku tunawalisha wale wadudu wanaotembea hivi, wale tunawaita... <coughs> Sorry. tunawaita nini? Kula kinuga, tunawaita sijui kule kwetu kiluga, tunawaita mabungu, sijui nyinyi mnawahitaje wale wadudu wa hivi, mafinye finye, yale ni chakula bora sana kwa kuku. kwa hiyo kile chakula chako ukikiweka kwenye mfuko wa lambo, alafu ukatoboa, ukatoa ile hewa, unaruhusu kutengeneza wale wadudu hata kinyesi chake ukikiweka kwenye ndoo na maji kidogo, ikawa na unyevunyevu alafu kafunika siku mbili tatu, unakutana na wale wadudu wamejaa kibao. Ni chakula bora sana kwa kuku wa kienyeji, hata kuku wengine. Kwa hiyo unachofanya unachanganya chakula chako vizuri, alafu unachukua unachukua ile premix labda kijiko kimoja, kwa sababu chakula chao hawali kingi, yani hawali chakula kingi kama kuku hao wengine, kwa sababu after then wanaanza kutembea sasa, wanaokota okota nini nini, unawapimia chakula kidogo tu, lakini chenye virutubisho ununui hata kwa, kwa large scale kwa sababu kuku wako ni wachache. Makombo ni chakula kikubwa cha kuku wa kienyeji makombo, ili mradi uyahifadhi katika hali nzuri. Una ukoko leo, unauhifadhi una vizuri, kesho unauchanganya na ukoko wa wali, ukoko wa ugali, unauweka vizuri, kesho unawachanganyia kwenye chakula, unawapa wanakula vizuri, chakula kile kinakuwa very sweet, kwa sababu umechanganya na vile virutubisho nazungumzia uduvi nazungumzia dagaa au au, au au au na mashudu nazungumzia vitu vile ambavyo vinamfanya huyo kuku awe na, awe na afya vinamfanya chakula kile asikie kina ladha fulani. Au kuku wako atastawi sana, gharama ni ndogo mno. Hakuna kitu utatupa hapo nyumbani kuhusiana na kuku, kimenyanyanya kuku anakula Ukimenya vitunguu jamani, kuku wanakula, nimeshangaa. Kuku wangu sasa wanakula vitunguu kuliko unavyofikiri vitunguu maji hivi. yaani usimenye kitunguu, kaweka hapo, nakuambia kimeenda, lakini ni dawa pia kwao. Kwa hiyo jitahidini kuwatunza kwa kuku wa kienyeji vizuri, watastawi na watakutagia mayai vizuri na watakutengenezea kuku wengine wengi, watatotoa vizuri kwa sababu ya kulisha vizuri hawana gharama sana ukiwa nani, kienye, na debe tatu ndani. Kuku wa kienyeji hata kama wako ishirini ni chakula cha muda mrefu sana hicho, umekichanganya vizuri hapo, una hapa na vimakombo, una hapa yani kila unachopika jikoni makombo yake utawapa, kila unachopika jikoni makombo yake utawapa. Machicha ya nazi ni chakula kizuri sana kwa kuku. Kwa hiyo jitahidi ni kuwatunza vizuri hao kuku, hawatakuwa na tabia chafu za kula mayai. Kuku wako akienda kuatamia atatotoa mayai yote, kwa sababu ya huduma unazompa anakula, anashiba anapata afya, kwa hiyo hana sababu ya kuchezea mayai wala kuharibu mayai wala kula mayai. Fuata utaratibu ambao tunautumia kwa kuku hao wengine, lakini kule tunatumia chakula kingi, kwa sababu na gharama kubwa, kwa sababu kuku wale ni machotara. Kuku wale ni wa kisasa, tofauti na wa kienyeji. Wa kienyeji wanavumilia ziki sana, lakini ukiwawekea hiki chakula bora, utapenda utaenjoy. Jitahidi kuwaweka mahali safi na salama. Jitahidi kuwatengenezea mazingira bora. Jitahidi kuwawekea chakula kizuri. Hakuna kitu unatupa kutoka jikoni, wapatie kuku wako. Kama ni kigumu usichemshe. We kiweke tu kwenye mfuko wako wa nailoni halafu toboa kidogo hewa ile itoke ufunga ukisha hivi. Siku mbili tu unawapa. Chakula hicho kinakuwa ni chakula kizuri sana kwao. Makaroti haya wanakula sana, yaani na inawasaidia sana kwenye makuzi. Wanajaa uzito, wanakuwa na afya, wanakuwa na manyoya mazuri, wanakuwa na tabia nzuri. Tunaelewana jamani? Hao ni guawey chicken, kuku wa kienyeji. Sawa ndugu zanguni, ya yeah.